Wananchi walijitokeza Tungani, kwa wingi Kamukunji Nairobi kumsikiliza Rais William Ruto, ila taswira inashabihiana na mikutano ya kisiasa siku moja baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuvutia umati mkubwa Kitengela. Rais Ruto na ujumbe wake walifika hapa kuonyesha ubabe wao. Ajenda ya rais Kamkunji ikashirikisha kuwa rai wenyeji kuunga mkono ushirikiano wake na Raila Odinga ambao sasa ni rasmi. Juzi tumeliona, juzi tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja. wakati huo huo Ruto alitangaza kwamba mpango wa kusafisha mto Nairobi utaanza siku chache zijazo. Vijana elfu arobaini watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Nairobi hoye, vijana wa Nairobi muko tayari ama muko tayari? mradi huo pia utashirikisha ujenzi wa mabomba ya maji kilomita 60 na ujenzi wa nyumba elfu hamsini. Ati wanataka waongezewe kitu, basi, nimesikia hiyo maneno, nitapanga. Ruto pia aliendelea kushikilia kwamba hatobadilisha uamuzi wa kulegeza masharti ya wa Kenya kupata vitambulisho vya kitaifa. Wamebadiliwa kupata vitambulisho wamewaguliwa kupata kazi. Wewe umesema kila Mkenya apate haki yake kama Mkenya na walombotof. Timothy Simwaruninga, K24, Samoja.